Waligani, msikilizaji mfuatiliaji wa chaneli yetu, na karibu pia ili uweze kujipatia habari na matukio yote ambayo yanakuwa yanaendelea hapa Tanzania. Kwa hiyo na kushauri hakikisha umesubscribe kwenye channel hii kwa mwendelezo wa habari na matukio yote yanayokuwa yametokea hapa Tanzania. Habari mbaya ya kusikitisha iliyotufikia usiku huu ikiwa ni tarehe mbili ya mwezi wa 6, 2018 ni kwamba wale mapacha wawili walioungana na maanisha Maria na Consolata ambao ni mapacha walioungana wamefariki dunia usiku huu katika hospitali ya Iringa. Kwa hiyo, tunawaombea Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Hawa ni mabinti wawili ambao wameungana ni mapacha na a, tu, kama utakuwa unakumbuka tulishawahi kuwa post kwenye channel hii. Mheshimiwa Rais Magufuli alishawahi kukutana nao akawapa pole akawaombea. Kuna wakati pia walikuwa wameenda kufanywa operation na vitu kama hivyo, kwa hiyo tunaona leo wamefariki dunia, na ikumbuke kwamba walikuwa wanasoma shule ya pamoja. Ni pigo kweli kwa Tanzania, lakini pia ni pigo kwa wazazi wao. Kwa hiyo sisi tunaomba kuungana na wewe msikilizaji, kuungana na kila mmoja, kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kuwalaza mahali pema peponi, kwa sababu Maria na Consolata ni watu ambao walikuwa wanapendwa na kila mmoja hapa Tanzania kutokana na jinsi walivyokuwa wacheshi, wapenda Mungu, wanaongea Dah, kiukweli ndo maana watu wengi huwa tunasema kwamba kifo hiki hakina huruma. Kifo hakina huruma. Maria na Consolata wameondoka duniani, hawako nasi tena. Kwa hiyo tunaomba tuwaombee kwa Mwenyezi Mungu waweze kulazwa mahali pema peponi na kama sisi tulivyoipokea hii habari, tukaona ni vyema tukujuze wewe msikilizaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, ili uweze kujua ukiwa ni wa kwanza, ni nini kinaendelea Tanzania na nini kimetokea. Basi kwa taarifa zaidi kuhusu chanzo cha kifo na nini, endelea kufuatilia chaneli yetu hii, hakikisha umesubscribe. Tutakuletea kila kitu na ikiwezekana, tutaenda Iringa kwa ajili ya kufanya ile coverage ya msiba wao na kila kitu, tutakuhakikishia kwamba unazipata kupitia chaneli yetu hii, hakikisha umesubscribe, asha video hii kwenye Facebook, WhatsApp na mitandao yote unayoitumia. Asanteni sana. Taarifa hii tumeipokea kupitia kwa mwanahabari uh, maarufu hapa nchini kupitia kwa Michuzi, Michuzi Junior. Huyu ni mtoto wa Michuzi ambaye ni mpiga picha wa Ikuru. Kwa hiyo tuna uhakika na habari hii, lakini pia taarifa hii imesambaa sana kwa mitandao ya kijamii, pamoja na vyombo vya habari vingine vimeripoti kuhusiana na taarifa hii ya Maria na Consolata kwamba wamefariki usiku wa leo tarehe mbili mwezi wa sita mwaka elfu mbili kumi na nane. Mwenyezi Mungu awalaze mahali pema peponi amen.